Changamoto ya Wakatoliki wa sasa, tunakusanyika kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu, wengi wetu tukiwa tumekusanyika kama vile tumekusanyika kwenye vikoba kujadili mambo ya pesa. Ndio maana hatubadiliki na chochote, hata tunapoendelea kupokea mwili na damu ya Kristo bado matendo yetu yanabaki yale yale, maisha yetu yanabaki yale yale. Kwa nini? Ni kwa sababu wengi au baadhi hatufahamu hadhi, uzuri, nguvu, heshima ya adhimisho la ibada ya misa takatifu au nguvu inayopatikana wakati adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa.